Kauli hiyo imetolewa na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Silo wakati akizungumza na wakazi wa Pugu Kajiungeni na kusema inasikitisha kuona hakuna matamko yoyote inapotokea askari kuuawa wakati wakiwa kazini. Wamekufa pale wanne na ofisa watano sisi, juzi hiyo bahati mbaya au nzuri, watatu waliondoka, walitangulia mbele ya haki, ikawa kelele. Sasa nakajiuliza hii kelele inakuwa ni upande mmoja, na hao haki za binadamu wanafikiri, jambazi unamkamataje? Wanaweza wakamkamata wao? Ukamataji wa mtu wa namne unatakiwa staili fulani ya kumkamata. Kwa hiyo niseme tu swala lako, maana Kenneth tumelipata, lakini vinginevyo tukivunja sheria hii ya kuwapa dhamana ambao natakiwa apate dhamana, tutalalamikiwa na tutaonekana hatutii sheria. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wamesema wanashindwa kutaja majina ya wahalifu kwa polisi wa vituo vya Pugu na Stakishari kutokana na askari wake kutoa siri kwa wahalifu. Wananchi, taarifa tunatoa sana isipokuwa watu wakikamatwa, hasa kituo hiki cha sekshani, wakiudikwa na kubonyeza kabisa, ni fulani kakwambia. Mpen, mpendo wangu kiongozi wangu, mnatutengenezea uhasama mitaani. Tumelisikia, lakini na wewe sasa, ukishabaini kitu cha namna hiyo, dada Yemi, usikae kimya. Hawa askari wanatoka kwenu, ni watoto wetu, ni wajukuu zetu, ni wanetu. Kwa hiyo ukishaona kuna askari ambaye hana maadili, tupeane taarifa. Nililisoma mapema kwamba kutoa taarifa, kutoa siri ya taarifa, ukamwacha mtu aliyetoa taarifa akapata uhasama, ni kosa kubwa sana, na adhabu yake tunasema tunawafukuza kazi. Sasa dada Emmy, kama kuna askari wa namna hiyo amefanya na ulimpa taarifa, tupeane taarifa, tumshughulikie. Kamanda Silo alifika kata hiyo ya Pugu kajiungeni baada ya hivi karibuni kuzuka matukio ya uhalifu haswa nyakati za usiku huku ikidaiwa wahalifu hao ni wakazi wa maeneo hayo hayo. Kutoka Pugu jijini Dar es Salaam mimi ni Ali Hengo wa ITV.